We Toni, we ndugu. Aje bana. We ujue biashara yenyu tulifanya hiyo biashara ni ukoro. Biashara yenyu ulifanya we ndugu yangu unaniuziaje meza ya nini bana ya kuweka maiti bana? Kama unajua aje. Ni ya maiti. Ivo meza waliekako cheneza jeneza, kichiju wamekuja kwa nyumba yangu na niambia, ujua nashangaa, na nayezinaleta mikosi iyo meza iyo meza bana, hata sitimeyitupa huku kwa miti hapo kwa forest forestaliekako kwa maiti, alafu nanleta, utarudisha lini? Maiti umekudai meza ulienda so, tukachimba tusumbua mali. Sasa wanakupea meza unaendelea, wakasema yeah, tuchukue kitu tunata hata imani. Tuliweka chini mwili, uliweka chini ukaweka kwa meza, sisi tukajilipa bra. Alienda na sufuria kafuteria o naongea <coughs> Asa, wanakataka kumulipa na mnachukua vitu mpaka meza ya maiti. Hiyo meza bwana, twende uchukue ni pepe. Kwa Brian wiki yote itakuwa tu pilau. Ni pepe sufuria full. Ayo, ya kwangu bwana, utakuja uchukua meza ya maiti. Hiyo wiki yote. Achana, achana Brian. Kuna mwingine alileta tenti bwana. Ameenda kwa, ameweka tenti kwa ni compound bwana. Ayo. Lakini hiyo mali ilikuwa safi, mali ilikuwa safi, lakini mali ilikuwa aje safi, hata fadhali haichukua pilau hiyo alikula. Meza, viti imepamba nyumba yako. Sasa wewe unakaa, wewe ni mwanaume. Nakaje bila mimi nimetupa meza nje, sawa. Ni nini sasa? Meza zichua dunia, niambie kwenye umetupa. Mimi naenda nitauza tu, baada utauza ama unanirudishia pesa. Hakuna pesa na kupewa violence, wewe ndugu yangu, kwani maiti imekudai? Najilipa ujue, ujue uko na deni zangu mimi, hapana bwana kina wanafanyaa kutaziba. Acha nikwambie hiyo meza, mimi sijachukua maiti, na kama maiti imekudai, niambie nikuje, nikataze. Niambie wewe, enda tuachie vya duniani ya duniani aje, ndugu yangu yeah, aenda, tuachie vya duniani juu. Sasa hakuna hesabu nyingine, sisi tuliweka chini tupa. Lakini hapa juu kwa nini? na kuna nyota mweka chini na bado amfuniki nani? wa makosa hiyo ni nyumba yake. Meza ni hapa duniani na wewe nimekupatia meza, kama umetupa meza

kuja tukaa huko hospitali na kupiga viboko vibaya. Wewe ni njoria, najua uwezi. Sawa, haina shida, ndugu tembea e, na Mungu Bwana. Sawa, tembea vizuri, nakupiga hedi ya mdomo.